Karibu sana, leo ni siku nyingine tena, karibu kwenye chaneli yetu ya Wauzaji ambapo tunajifunza mbinu mbalimbali mbali kwa wauzaji kuweza kumudu kutumia vifaa vyao kama simu na vingine. Karibu sana. Leo e, nafundisha taratibu step by step pole pole ili kila mtu aweze kuelewa taratibu, unaomba ufuate hatua hizi. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza group la WhatsApp. Kama wewe ni mfanyabiashara, unaweza kutengeneza group lako la WhatsApp kwa ajili ya eh, kwa ajili ya wateja wako kuingia. Sasa group la WhatsApp inasaidia sana maana inaingiza watu wengi, pia unaweza ukawa na watu mpaka mia tisa na wote wakawa ndani ya group. Actually group unaingiza watu zaidi ya elfu moja na ishirini na nne. Kwa hiyo kuna group moja lenye watu mia tisa ambao wanaweza kuwa wateja wako inaezeauletiainaweza kukuletea faida kubwa mno sana, tena sio kidogo. Sasa leo moja kwa moja twende hatua kwa hatua. Cha kwanza kabisa, kabla ya yote, inabidi e, unaangalia, unaingia Play Store. Play Store ni muhimu kwa ajili ya e, nitakuonesha hapo mbele. Cha kwanza unatafuta Play Store. Mimi Play Store yangu ni hii hapa, basi naingia ndani ya Play Store. Baada ya kuingia ndani ya Play Store, moja kwa moja hapa nitatafuta, eh, nitaingia hapa kutafuta, kisha nitatafuta WhatsApp. Mimi natumia WhatsApp business, unataka unatumia WhatsApp ya kawaida, naandika hapo WhatsApp, WhatsApp nadhani umeiona, ila mi natumia WhatsApp business. kwa hiyo nitaandika WhatsApp business nadhani umeiona hapa WhatsApp business. Baada ya hapo, nitabonyeza tafuta, hii hapa batani ya tafuta. Itakuja utaona hii hapa juu kabisa imekuja, WhatsApp inaonekana hapa. Basi nitagusa hii WhatsApp. Umeona? Baada ya kugusa WhatsApp, sasa hapa kuna mambo mawili. Mimi tayari nimeupdate, ndio maana unaona inaandika inaandika hapa open afu hapa uninstall. Lakini sasa e, kama wewe utakuwa haina e, e, ina update kwako, basi utaona hapa inatokea neno update kikubwa. Inabidi kwanza uiupdate iw iwe katika toleo la juu kabisa, na hiyo itakusaidia hata kufuata hizi step kwa urahisi zaidi. Usiache bila kuupdate maana ni muhimu sana. Sasa hapa mimi muone po updated, nitarudi nyuma, nitarudi nyuma, nitarudi nyuma, nitarudi nyuma, nitarudi paka kwenye home. Baada ya hapo itanipaswa niingie kwenye WhatsApp. Sasa bila tumia WhatsApp business. Hii hapa WhatsApp ya biashara. Nitaingia hapa kwenye WhatsApp. Baada ya kuingia kwenye WhatsApp, utaona upo ukurasa wa kwanza ambapo kuna call, chini kuna updates, afu inafuatia tools. Lakini mimi nitakuja kugusa hivi vidoti vitatu huku juu. Sasa tumeviona ntagusa vidoti vitatu baada ya hapo, unaona kuna option nyingi, advertise new group, new broadcast, community, label, linked devices, umeona. Sasa pamoja na setting, moja kwa moja mimi nitaingia kwenye setting. Taratibu tunaenda ntaingia kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting e, kuna kuwa na option nyingi, lakini sasa sisi tumekumbuka nia yetu ni kufungua group la WhatsApp. Bas tunabonyeza hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo umeona pameandikwa new group. Bas hapa nitabonyeza new group, umeiona ya pili new group. Sasa mfano e, nataka kufungua labda e, tuchukulie labda e, group lenye watu labda mia. Utawatafuta wote hapa ili uweze kumark umeona eh? Ili uweze kufungua group lako, lakini mimi e, nataka mfano labda e, moja kwa moja nataka labda nifungue group na mtu mmoja labda anaitwa yes, labda Wilson, mintaandika hapa Wilson au e, au e, e. Wilson mfano hapa Wilson mdogo wangu nitabonyeza hapa. Baada hapo tena utaona nimeshamselect. Umeona, nilibonyeza hiki kidude cha duara hapa kulia kabisa. Baada ya kumselect hapo, baada hapo, unashusha hii button chini, au unaweza ukabonyeza hiki kimshale. Nadhani nakiona akiona, hiki kimshale hapa, hiki kimshale kinamaanisha continue. Basi mtabonyeza kimshale baada hapo utaambiwa ufungue uandike group name hapa, ni jina e, ni jina la group, unataka liitwaje? Mfano sasa, wewe inawezekana ikawa labda e, michango, labda mfano ya harusi, mfano au inaweza ikawa e, labda e, tunauza nguo au labda beauty fashion urembo au labda yes beauty fashion labda urembo, au labda pochi nzuri, pochi nzuri, au ufugaji wa kuku. Baada ya hapo, kwa mbele, unaweza ukabonyeza hii emoji hapa hapa, ukaweka emoji unayotaka mfano pochi nzuri, alafu ukatia hii, umeona, au ukatia hii Pochi nzuri au katia na hii image umeona, itafanya ipapendeze vizuri. E, lakini mimi hapa nitaenda kuandika testing, ili group nataka testing ili kwa sababu ni majaribio. Baada ya hapo, option hii ya kamera hapa unaweza ukaweka, e, ukaweka ya mfano, unaweza unaweza ukaweka ukaweka picha ya group lako, unaweza kugusa hapo, kisha moja kwa moja nikachagua nataka kitu gani. Basi hapa mimi nitaingia kwenye ga mfano kuna picha nyingi hapa, labda mimi nikaweka labda picha... labda hii, hili, picha hii labdach af. Baada hapo unabonyeza padan kume grupu hii itakuwa na picha hii hapa. Hiyo option hapa inaonesha disappearing message. Mfano eh, unataka message kwenye grupu lako sijifute kila baada ya muda gani? Yani mtu akituma baada ya muda huo basi bas kujifuta moja kwa moja hapa mimi nitabonyeza disappearing message. Kuna option masaa 24 kwa message mtu yote akituma au mkiwa mnachati baada ya masaa 24 iweze kujifuta automatic au iweze kujifuta ndani ya dakika saba au iweze kujifuta ndani ya siku saba au iweze kujifuta ndani ya siku tisini. Ndio maana ukuta kuna magroup mengine ikishafika baada ya masaa 24 unakuta zile messages za jana hazipo tena, au baada ya wiki zile messages zinajifuta sasa mfano, mimi nataka message zijifute kila baada ya siku masaa 24, basi nitaweka hapa. Lakini sasa kama wewe ni mfanya biashara au group lako ni la mambo ya msingi, inabidi tu upazime, kwa sababu hakuna haja yoyote ya kufanya wewe huweze, eh, ku message zote kujifuta, haina maana. Hapa chini kuna group permission. Hii group permission ni kuipa ruhusa mbalimbali mbali group lako tunagusa hapa group permission. Baada ya kugusa utaona, sasa ya kwanza kabisa ni kifungu cha members, yaani mtumiaji wa group utakaye muadi yule aweze kufanya nini kwenye group lako. Mfano hapa ipo inasema edit group setting. Je, unataka mtu yote unayemuadi aweze ku edit group lako, mfano jina, picha sasa hapo kuna wengine wakiingia kwenye group wanakuwaga wa korofi wanaanza kuedit, kuedit, kuedit. Mara anabadilisha jina nanili, e, la group mara unakuta anataka e, set sijui timer au a pin message, hiyo inakuwa si vizuri. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wanakuwa wanaifuta ili admin wanaizima ili admini peke yake ndo aweze kufanya namna hiyo. Na hii ni nzuri zaidi, bora uizime kuliko kuiacha tu hivyo on. Je, unataka mtu utakayemwadi au atakayeingia kwenye group lako aweze kutuma message? Kuna magrupu mengine unaonaga mtu admini peke yake ndo anaweza akatuma akatuma message akatuma, kama ni magrupu ya hivyo labda ya taarifa tu, kwa hiyo unakuwa unaizima hapo. Lakini kama ni grupu ambayo unataka na namtumiaji naye aweze moja kwa moja kutuma, basi hiyo ina haja wewe utafanya tu kuiwasha. Hii option ya tatu, je, unataka e, yapa, add other members. Je, unataka mtu ambaye utamwadi, yani mwanachama wa group lako naye aweze kuadi watu wengine? Sasa hii inategemea unataka iwe vipi, kwa sababu kuna mwingine ukimwadi, ukaacha hiyo option on, yeye anaweza kaadi watu wengine wengine wa ambao we uwajui wakawa wanatukana watu, wanajibu watu vibaya inabidi kidogo utafakari sana ili swala. Mimi napendaga kuizima, lakini sio mbaya pia ukiacha wazi, inategemea na utakapopenda hiyo. Hii option ya tatu, je, unataka huyu eh, huyu eh, mwanachama ndio kimoja aweze kuwa nanilii kwa adi watu wengine kupitia linki, yani aweze kuchukua linki ya group lako kuikopi, yani akiiona ya akiingia kwenye group anaona linki ya group alafu anaweza kaituma kwa watu wengine. Kwa kuna wengine kweli wanapenda kuiwasha hapo, ila mimi napenda kuizima, ila hata ukiwasha sio mbaya kama group lako unataka likue kwa haraka, kwa mtu anaweza kaadi mtu mwingine. Hii hapa option ya chini ni ya admin. Je, yeah, admin unataka kila mtu anayeadiwa uweze kumkubali kwanza wewe mwenyewe? Sasa kama umewasha hizi option mbili za juu hizi add other member na invite E, kupitia linki ni vizuri ukahasha hii ili admini kila mtu anayeadiwa admini aweze moja kwa moja kukubali yeye mwenyewe. Kwa watu ataawadi ataonekana ameingia kwenye group, lakini paka admini mwenyewe uje kumkubalia ndio aweze kuungana na wanachama wengine. Baada hapo narudi nyuma, umeona tayari group inaitwa testing group permission hapo. Sasa, baada hapo utabonyeza hii tiki hapa chini, unaona kuna tiki hapa hii utabonyeza. Baada hapo tayari utakuwa shatengeneza grupu lako. Ukiangalia kwa juu hapa group tayari lipo. Ukiangalia huyu mwingine yupo niliye mwadi Wilson Ko okay, ukiangalia hapa kila kitu na grupu jina kwa hapa, wewe tu kulitumia, amna kingine hapa, tumemaliza hizo ni step. Ukitaka uelewe vizuri, unaweza ukairudia tena kuangalia hii video. Asante sana na karibu sana sana sana.